Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo, hamjambo, hamjambo. <laughs> Basi leo nitazungumzia kuhusu umuhimu wa kula fruti na vegetable katika maisha yako, na ikiwezekana ule fruti na vegetable ambazo ziko karibu karibu, kama ikiwezekana, ambazo hazikutiwa madawa, vile ndio bora sana, organics. Madaktari wengi sana ndio wanasukuma hivyo, na alhamdulillah sisi ambao tumetoka katika mji wa Machakos tulikuwa tukila fruit Jumatatu na Ijumaa <laughs> Jumatatu na Ijumaa mpaka tuende sokoni, na mi nakumbuka saa zingine kuenda sokoni pia jioni kidogo, vile unapata wametupa tupa mapakato kila kama na halafu, pia tulikuwa na fruit kila pahali, Machakos kwa fruit nyingi sana ah, mashallah, mashallah. Lakini dunia ya leo kuna mabadiliko pia, sasa leo mimi ndio tumia vitu hivi sawa kabisa. Sasa mimi katika maisha yangu. Alhamdulillah wasukuma twende bila kula chochote bila. Alhamdulillah, na nashukuru sana Mwenyezi Mungu niko na, na afya nzuri, lakini kila mara upata ugonjwa ugonjwa, hasa ugonjwa wa koo. Basi nikipata ugonjwa pale vile, alafu nafikiri strep throat, ama ukwenda upiga piga simu, jamani, kwa nini utumie vitamins? Wewe tumia magnesium, sijui manini man, vitamin C, zinc, kila kitu. Basi mwe ndio nikazinunua zile la ilewa, alafu nitatumia kwa wiki moja, wiki mbili vile, kidogo alafu isha kuwa mzima kabisa, zitakaa zile vitamin vile, sizigusi. Basi wacha nisukume hizi kando, alafu nitakuelezea kuhusu kitu ambacho nimefanya hii mara moja moja vile. Sasa nitavuta hizi vitamin sasa, ushtukie tu mara moja vile. Unajua, saa zingine kwa sababu ya maisha Uh, sijui kama zasaidia ama zisaidii za, lakini kusema kweli, kulingana na utafiti, vitamini zasaidia. Hii ni vitamin C. Wanasema ukitumia hii ni ina build immune system yako, yani unakuwa huwezi pata ugonjwa sana. Basi ununua, mimi nikatumia tumia, lakini sifuati kabisa, sifuati. Uh, hii ni turmeric, uh, manjano. Hii nimekwenda hospitali nikiwa miguu ya nisumbua sumbua, daktari akaniambia nitumie glucosamine ambayo iko na niko na turmeric ndani yake, ni manjano. Basi nikaenda kununua, ilikuwa ghali sana, maduka mengi nabodi ali. Oh oh, nikatumia afu, nikatumia tumia vile, lakini sikufuata sana. Sasa zimekwisha. Ah, basi nikakaa hapa kidogo, nikafikiria vile nilikuwa na pia, nilikuwa nimepata corona pia. Basi nikasema nita nitumia mavitamin, nikasoma soma, na hii ni multivitamin pia nikanunua pia. Sasa nimekuwa na kanunua zote sasa. Pia nitakwambia kitu kingine ambacho ni muhimu sana, nimezungumza na daktari Dr. Mohamed, bwana shukran sana Kanaambia wakati wa corona watu wengi sana ambao walifariki walikuwa wana vitamin D ambayo unapata katika jua, labda uashilina nani kwa ndani. Sasa kama una uwezo wewe, tumia vitamin D kila siku, ama soma. Mimi sikwambii tumia hili bora ama hii binevi, hii si ati, ama turmeric manjano. Tumia, jaribu kuchunguza kitu ambacho kitusaidia, kwa sababu sote tunahitaji kuwa na afya. Ugonjwa ni gharama kubwa sana ugonjwa ni gharama kubwa kabisa. Sasa mimi utumia mara moja moja vile utumia, na mara nyingi sana nikiwa nipata ugonjwa nitakuwa nitoa vitamin C ama zinc, nitumie tumie vile. Halafu nikishakuwa mzima, sukuma twende, sizigusi. Lakini sasa nataka kujaribu kuzitumia tumia, na kusema kweli labda zina faida, sijui. Tukiangalia maisha ya uzunguni huku, mimi nisho uzunguni unakuta watu wana afya nzuri wengi, lakini pia kwa sababu wana hospitali mengi, wana maduka ya madawa mengi, maduka ya madawa mengi kabisa, bwana, la ilaha illallah, kila kona kuna maduka ya dawa. Labda ni wagonjwa sana, lakini vitu hivi vinasukumwa na hii, glucosamine ya viungo ya, ya, joints na cartilage, na wanasema turmeric, in inflammation. Inflammation. Na, <laughs> ni c kama, kama, wanasema ina build immune, na pia ina, ina, ina, ina, ina vium, na, na, ina mifupa pia. Uh, sasa inshallah ukiwa na uwezo tumia, na kama unajua zaidi tuelezee pia. Watu kama sisi ambao tufati miko sana tunahitaji watu watuelezee vitu gani kutumia kila siku anga hata kama ni mapakato vile. Uh, basi insha ni nyingi sana hata, najaribu kuzila pia hata utaona <laughs> ni kizila basi basi nitamaliza kwa kunywa hizi dawa hizi, nitakuliza dawa zote mbele yako. Aa, ni, ni majani majani labda, lakini ukiwa na access, ukiwa na uwezo wa kuzinunua jaribu kutumia, na kama kuna vitu vingine ambavyo vina faida tuelezee zaidi. Basi mpaka wakati mwingine. Waaleikum salam warahmatullahi wabarakatu. Asanteni sana.